Wananchi kwa upande mwingine ambao wanahitaji wana, wana hizo huduma, tunahitaji sana kulinda haki za wateja ambao ambalo ni jambo kubwa na la msingi, na hili linapelekea sisi sote kwa pamoja kuweko hapa leo na ninaamini kutakuwa na mazingatio uh, muhimu sana lakini, hii inakwenda sambamba na mabadiliko ya sayansi na teknolojia ambayo inaazimia sana kutafuta suluhu ya changamoto yanaoletwa na udanganyifu wa si tu uh, kwa wale ambao wadau lakini vile vile uh, wananchi kwa ujumla. Kwa hivyo, uh, kutokana na na, na, na indiketa zote hizo, linasababisha sana kwa kiasi kikubwa, kutokana na ukuaji huu, lazima imelazimisha ime, ime IASIU Tanzania kuzinduliwa na ninafurahi kuona kwamba wadau wote muhimu wanahusika katika sekta hii inayotokana na changamoto ya udanganyifu katika sekta ya bima. Udanganyifu huu umeathiri kwa kiasi kikubwa uaminifu wa sekta hii, ambapo vilevile unaongeza gharama za kampuni za bima, unadhoofisha uwekezaji, lakini vilevile unaathiri ustawi wa wananchi wetu ambao wanategemea bima kama ngao ya kiuchumi dhidi ya majanga. Tumesikia uh, namna gani kadiri tunavyokuwa tunaendelea katika kupanua uh, sekta yetu hii, lakini kuna wale ambao sio waaminifu wanatafuta namna ambayo uh, wao wanaweza kupata fedha kujinufaisha kupitia sekta hii ya bima, lakini tunajua sekta mbalimbali zimekuwa na hamu kubwa ya kujiunga katika bima. Ah, serikali inaandaa inaangalia namna gani tunaweza tukawa na bima katika kilimo, lakini kwetu kule kwa sababu ni sehemu ya utalii vile vile, tuna maeneo kadhaa katika sekta ya utalii, tunaangalia namna bora ya kuweza kuzibima hizi hivi vitu vyote ambavyo vinatokana na sekta ya utalii. Kwa hiyo kila jambo hili likiwa linaingia dosari ya changamoto hii ya udanganyifu zile uh, juhudi za serikali kuhakikisha sekta zetu muhimu za kiuchumi zinawekewa bima zinafikia. Utafiti wa hivi karibuni, kama ambavyo tumesikia, unaonyesha kuwa takriban asilimia kumi hadi kumi na tano ya madai ya bima duniani kote yana viashiria vya udanganyifu. Kwa kweli hii ni changamoto kubwa, si tu kwa kampuni za bima lakini kwa serikali na nchi kwa ujumla kwa sababu fedha hizi zinazopotea pengine zingetumika kutoa huduma bora kwa wananchi na kuongeza uwekezaji katika maeneo mengi ya kimaendeleo. Nimefurahika sana kuona mafunzo haya yanafanyika kwa sababu yatasaidia sana sekta yetu ya bima ikue. Udangalifu ukiwepo unafanya hata premiums zinakuwa kubwa kiasi kwamba wananchi wengi wanaanza kujitoa sasa katika kuingia kwenye maswala ya bima. Kwa hii itatusaidia, lakini niombe jambo moja, udanganyifu usionekane kwamba labda unafanywa na wale wanaokata bima. Yapo mashirika pia ya bima ambayo naingie anafanya udanganyifu e, wanaenda with a smile, kwa shawishi watu wakate bima, inapofika muda wa kulipa wanakuwa wagumu, hawataki kulipa kile kinachostahili. Kwa hiyo msumeno huu wa investigation pia uende pande zote, wananchi no kwamba haki inatendeka. Leo ni siku ya kipekee katika historia ya sekta ya bima Tanzania na Afrika. Uzinduzi huu unaashiria hatua muhimu katika kuimarisha taaluma, ushirikiano na maadili katika vita dhidi ya udanganyifu wa bima. Tunajenga misingi ya uwazi na uaminifu unaohitajika katika kulinda maslahi ya wananchi na taasisi zetu.